Karibu sana ndugu mtizamaji wa channel hii. Mimi naitwa Dr. Ruzuba. Kila siku nimekuwa nikikueleza maarifa maarifa, unaona, kuhusu hii ndoo. Eh, kidogo nataka nielezee leo maarifa, yanaitwa hatam Suleimani. Suleimani alipewa na mwenyezi Mungu achague kitu kimoja katika maisha yake kitendeke, na Mungu amfanyie bila shida yoyote. Sasa Suleimani alipoomba hekima, maana yake alikuja kiumbe mwenye hekima kamvaa Suleimani akaanza kumsaidia katika maamuzi yake na akaonekana Suleimani kuwa ana hekima sana. Kwa hivyo hata ukitaka mali, kuna kiumbe wa mali ambaye akisha kuja kwako, huyo ndiye anafanya nini? Anakupa nguvu, unakuwa unapata mali. Sasa nakuonyesha dawa moja, hii unaiona hii dawa. Mtu wa kamera kidogo, onyesha hii dawa. Inaitwa eli eli, maana yake wa Mungu, rudi kwangu. Sasa mtu wa kamera eli maana yake wa Mungu au tuseme watoto wa Mungu. Sifa hii wanayo malaika, sifa hii wanayo majini. Zile koo kubwa zote za majini zimetokana na Mungu. Eli ni wa Mungu. Sasa umeona hapa, mtu mtu nani, unaweza uka viumbe saba, malaika ko saba, majini ko saba, wanadamu nafsi saba sasa hii dawa iko humu, sitaifungua na ona, mmeshaelewa hii dawa. Unapokuja kuichukua kwangu, inakaa kama ndugu, unanitazama wewe, unayenitizama e, watu wapendwa, unasema unanifahamu, wewe unayenitizama. Dawa hii utakapokuja kuichukua, cha kwanza kabisa utakacho au utakavyoitumia utakuwa na jambo lako moja ambalo unatamani ulipate, na hilo kitu au upate kiumbe mmoja ambaye atakusimamia katika biashara, uwe mwanabiashara mashuhuri. Unataka kiumbe mmoja kusimamia kwenye sanaa kama ni ya muziki, ya maigizo, kama ya mpira, uwe maarufu katika hali hiyo. Unataka kiumbe mmoja kusimamia, uwe mashuhuri katika siasa, utakuwa mashuhuri katika siasa. Unataka kiumbe mmoja kusimamia katika masuala ya biashara au mambo yoyote yale ambayo unahitaji au mambo ya pesa utakuwa mashughuli kwenye pesa, kwa sababu hivi vitu vyote mpaka viwe na viumbe vinavyoweza kuvisimamia, ndiposa utaona urahisi wa hivyo vitu kuvipata. Upo Kenya huko ueleva hiyo hiki kitu au hii dawa, utakuja kwangu utaipata. Dawa hii sio ya kutumiwa dawa hii sio ya kuchanjwa. Dawa hii sio ya kunywa. Dawa hii sio ya kutumia siku tatu wala mbili. Dawa hii ni ya kutumia siku moja. Maana yake unachukua udi saba, udi saba, hizi zinakokwa zinawaka, halafu saa saba mchana eh, lakini ili saa haina maana, lazima iwe saa saba mchana ili saa lolote, eh, eh. Ikishachukuliwa maana yake ikishachukuliwa hiyo dawa, au ikishachukuliwa hiyo dawa Eh, unachukua ndoo saba, ndoo saba ambazo ni lita kumi kumi, zinajazwa maji, halafu inawekwa hii dawa kwa maelekezo maalum. Ikishawekwa utaoga ndoo moja, ikiisha unafata ya pili, ikiisha unafata ya tatu, ikiisha unafata ya nne, mpaka ya tano, mpaka ndoo saba zote unazikoga kwa wakati mmoja. Pale unamwita kiumbe, unaoga, unasema kwamba Maraika, nyinyi ni watoto wa Mungu, na majini wema wote, majini nyinyi ni watoto wa Mungu manake mmeumbwa na Mungu, na sisi wanadamu ni nafsi saba na nyinyi, kila koo ni koo saba kwa malaika koo saba, ninaomba kiumbe mmoja katika maraika na katika majini anisimamie katika swala. Utaomba kile unachokihitaji: mimi nataka kuwa maarufu katika biashara, kuwa maarufu katika maswala ya mpira, au kuwa na mali, au kuwa na chochote unachokihitaji basi utapata kiumbe mmoja tu ambaye atakupenda, mtaishi kama rafiki eh. Kwa hiyo hautapewa dawa nyingine yoyote. Baada ya kuoga hii dawa utaondoka, lakini sharti la hii dawa ukishatengenezewa, hakika kuanzia siku hiyo kwa siku saba hautakiwi kula nyama, samaki, kitu chochote chenye uhai kwa siku saba tu. Baada ya hapo utarejea katika mfumo wako wa kawaida. Na kile kiumbo ulichokitaka utakuwa umekipata. Sasa mimi ni kushauri njo nipo chanika zingi ziwa Dar es Salaam shule ya sekondari uliza tu kwa Dr. Ruzubha utanipata. Pia unaweza ukaja kwenye YouTube yangu, andika Maalim Ruzubha TV, utaweza kuona mambo mengi sana hapo ambayo nimekuwa nikiarusha. Unateseka nini sasa wewe unayenitizama? Nikualike uweze kuja kuniona ili nikusaidie na matatizo yako yaweze kumalizika. Asanteni sana kwa kunitizama, mnifollow tuwe wengi, mambo yaende vizuri.